kabisa ha! Ha! Si ah, kweli watu wanasemaga pombe ni iko mkojo wa Firauni. Hiyo simu iko kwa hiyo mwenyewe.